ujaji wa matumaini. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa wapenzi wa mashairi, asalamu alaikum. Karibu kwa shairi letu ambalo nataka katika injili ya Luka 23, kuanzia mstari wa 35 hadi wa 43. Na mkarara wa shairi letu tumelipamba hivi: kiingia falmeni, nikumbuke nami Bwana, ambalo lilikuwa ombi ya yule mwizi mmoja wao ambaye alisulubishwa pamoja na Yesu alipomtambua Yesu kama mfalme huku akimwomba kuwa afikapo ufalmeni ama binguni amkumbuke naye pia. Papo hapo Yesu alimhakikishia kuwa jioni hiyo watakuwa na yeye binguni. Karibu kwa shairi letu na upate kubarikiwa. Kiingia Ki falmeni, nikumbuke nami Bwana. Wakubwa walimjia, dhihaki wakampea. Wengine liwaokoa, jiokoe wewewe pia Askari limjongea, siki wakamletea. Kiingia falmeni, nikumbuke nami Bwana. Umfalme wa Wayahudi, ujisalimishe pia Askari wasio budi, liwabidi kumwambia, ndo mfalme wa Wayahudi, liandikwa juu pia. Kiingia falmeni, nikumbuke nami Bwana. Kwa walotundikwa pale, mmoja limtukana. Kiwa wewe ndiye yule, jiokoe nasi Bwana. Mwenzake kajibu pale, akimgombeza sana. Kiingia falmeni, nikumbuke nami Bwana. Limjibu kimwambia, juu ya heshima kwa Mungu. Hukumu walotupea, hafai kupewa Mungu makosa tulifanyia, hana kosa huyu Mungu. Kiingia falmeni, nikumbuke nami Bwana. Kauli kimalizia, Yesu kamgeukia Hakika akampea, falmeni kumwitia. Amini, nakuambia, peponi tafurahia. Kingia falmeni, nikumbuke nami Bwana kingia falme Tuke nami Bwana. Kiingia falmeni, nikumbuke nami Bwana. Kiingia falmeni, nikumbuke nami Bwana. Na neno litasimama. Amina.